Naam, baka gene Mnyama Plus, watu wangu wa Simba, leo nimekuletea eh, kitu kimoja. Nafikiri tutakuwa tuna replay mbili hapa za videos, kwanza mchome makavu, alafu baada ya hapo nitakuletea mzee wa sumu aje amalize kama kawaida yake. Sasi mwamuzi bora kabisa kuchezesha vile na hili swala la maamuzi haya ya mchezo mm. toka jana mi mm. imepewa taarifa kwamba mchome uh, Heri Sasia alikuwa amepangiwa mechi ya nusu fainali mm. ya shirikisho mm. CRDB ile mm. uh, Tatu Malogo achezeshe mm. uh, mechi hii umeelewa, yeah. watu wakalalamika, akabadilishwa Heri Sasia na akapewa masharti, ndio yale yanayoonekana. Kuna nini kimetokea ambacho kijakuridhisha? three penalty nani kanyoma Simba che maloni fondo anamkumbatia mchezaji kwenye box anamkumbatia, na picha tunazo. Singida wameposa, amemkumbatia kwenye box. Mtu anaenda kufungwa, unampunguza spidi, refa anakwambia inuka, inuka mara mbili. Jamani, jamani, ifikiage mahala muamini, ligi yetu inatazamwa nchi tofauti tofauti, muwe na aibu basi aibu. Yani refu huwe hata na kale kashem kidogo Kaka, inafikia moment hadi unaangalia Singida unaonea huruma. Watu wanafanya kazi kubwa, watu wanawekeza hela zao pale, baada ya kumsikiliza huyu mshamba na kuletea mzee wa sumu. Oya mzee wa sumu, we! Naam, Chief Simba, mzee wa sumu. Eh , nipo hapa. Eh, sumu zipo zimejaa. Sumu zipo. Zipo kwenye kolomeo e. Nipo, kuna huyu msukanywele Hey, huyo hapo chini Huy, huyu. Hapa chini msuka nywele ambaye anaendaga saluni za kike. Nilisha kueleza huyu jamaa kazi yake yeye yeah. Mpira ajui ni kusuka mm. nywele ni mwepesa na kupoteza kumbukumbu mm. Anakuambia amepoteza imani na marefa wa bongo yeah. Sasa sijajua amepotezaje imani hapa, anakazana kusema sijui sijui hivi na hivi lele, nafikiri mechi ya Simba na Yanga Hey, hey, ile mechi ambayo Simba alizurumiwa, Simba hey, akafungwa moja bila, papatu papatu ile hey. Sijui kama anamkumbuka anakumbuka, Kayoko alifanya nini, alifanyaje tena huyo Kayoko? Tu penalti tu penalti tu penalti tu penalti eh, tu penalti na zote ikachezewa kibu hey. Wakanufaika nyuma mwiko. Ndio yeye mwenyewe hajashauka, hajatoa shobo hmm. yoyote huyo mchome hey. Sawa so, mechi ya Tanzania Prison na Yanga eh, Baka anafunga mm, goli la mkono eh, walinufaika, hajaongea chochote. Hajaongea Ken Gold na Yanga eh, goli linaingia linazunguka mpira unatoka nje, umeingia ndani unatoka nje eh, wakanufaika eh, hajaongea ilala ya mpwa ya mpwa sinilisha kueleza mm, huyu eh, jamani, anachauka ya yani, wao wakae wakijua, mm, kinachowauma ni kutoa hela kwa mpwa mm, ili sisi shangazi mpu mtu anampa hela mpwa ili mnyama uwawe sasa, hey. Sisi tunapiga mtoto hmm. Ili mama mtu anune ah. <laughs> Hey, napiga mtoto mama mtu anune hey. Ye yeah, ataendelea kutoa povu la hivyo hivyo na mi ntamtomwagia sumu za kutosha, ni hivi wewe uwe na kumbukumbu kumbu. hmm. Hey, ukiona umebebwa hmm. Kumbuka kabisa kwamba huyu anachokifanya mimi pia ilichonitokea ye, unaposema hili penati Penalti ya Kibu Dennis na faulu ya nje ya kumi na nane kwenye dabi, mbona hajatoka? Hajaongea mahali popote, hajatoka na marasta yake awe ambao ma marasta yaliyokosa ushirikiano, hajatoka kuongea vitu kama hivi. mm. Mimi napenda kumkumbusha awe na kumbukumbu.